Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko, wananchi wa kijiji cha Mpafu wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani wanaishukuru serikali ya Rais Samia Suluhu Hasani kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji, hali ambayo imesaidia kupata miundombinu ya barabara katika kijiji hicho. Tuungane na Maiko Erasto. Hapa ni katika kitongoji cha Palacha kilichopo katika kijiji cha Mpafu wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Fursa za kiuchumi katika kijiji hiki pamoja na mambo mengine ni uchumi wa buluu ambapo wakazi wa eneo hili hasa hutegemea uvuvi. Na hivi vinavyoonekana ni vitendea kazi vinavyotengeneza miundombinu ya barabara kutoka kwa mwekezaji Murtaza Adam Adamjee, ambaye ameamua kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji, hasa sekta ya utalii wa bahari kwa kujenga miundombinu ya barabara katika eneo hilo la kihistoria. Kama sisi wa Tanzania na wawekezaji wa ndani tunaweza kuiona kwamba sekta ya utalii jinsi gani tunaweza kuikuza mbele na tukawa na maono ya kuwa na miji ambayo zimepangwa na zitakuwa kitovu cha utalii mbele ya safari. Na leo tunaongea sana kuhusu uchumi wa bluu. Palacha imekaa vizuri sana kwenye, kwenye ufukwe wa karibu kilomita nne. Uh, imepimwa karibu viwanja zaidi ya mia tatu na tunaamini mahali pakikuwa mipango pia miundombinu ya umeme tunashukuru, mpaka kijiji cha Mpafu imeshafika na bado kama kilomita tatu tu kufika hapa Palacha. Pamoja na fursa ya uwekezaji huo ambao unaenda kunufaisha wananchi kwa kukuza uchumi kupitia sekta ya utalii, baadhi ya vijana, ikiwemo mgombea wa udiwani wa kata ya Dondo kupitia Chama cha Mapinduzi, wameeleza namna walivyonufaika kwa kujipatia ajira katika ujenzi wa miundombinu hiyo serikali lakini pia kwa jamii inayozunguka haya maeneo kushirikiana na wawekezaji wetu hawa kuwapa supporta ili mradi utalii wetu uweze kukua, na hii fukwe tuweze kuitumia, kwa sababu sasa hivi tumekuwa tukiitumia kwa kuoga na kuvua samaki tu. Lakini yale matumizi hasa ya kukuza uchumi unaotokana na uchumi wetu wa blue bado hatujaweza kufanya jambo hilo. Kwa sisi kama kina baba tunakuja kama hivi tunafyeka, tunalima. Nashukuru shukuru alhamdulillah, la bila lamina, tunapata ajira zetu. Sisi watu walio nje na eneo hili nawakaribisha sana, welcome to Palacha acha tunahitaji wawekezaji kwa sababu maeneo yapo na maeneo yanauzwa. Tunahitaji waje wawekezaji wengi na wengi na wengi na wengi. Kutoka Mkuranga mkoani Pwani, Michael Rasto, ZBC. Naam, na sasa tuelekee jijini Dar es Salaam, kampuni za mawasiliano ya